chi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni, mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Haya mambo ni ya msingi tunapoianza siku yetu na kuyaendea majukumu yetu. Kwa sababu hiyo, haya ni maombi, hii ni dua ya kwamba tangu tuliposikia, tuachi kuyafanya maombi. Kitu kimoja kinatuleta katika nyumba hii ya Bwana ni maombi, kila asubuhi, kuiweka siku yetu vizuri tunapoianza, ili tumtake Bwana na nguvu zake akatusaidie katika majukumu yetu, tuelewe ya kwamba kwa nguvu zetu sisi wenyewe, kwa maarifa yetu sisi wenyewe, yamepungua hatuwezi kutekeleza yale yaliyo mbele yetu pasipo kuagiza msaada wa kimbingu, ili Mungu kwa mkono wake hodari akatusaidie na kutuvusha katika yale ambayo tunayaendea, tukayafanye kwa ufanisi, tukayafanye katika ubora wake na kisha tukawe tofauti, kwa sababu tukifanya huu, tukibeba maarifa ambayo Mungu anatujaza yatatutofautisha, yatatufanya tuwe bora katika yale yote tunayoyaendea. Na niposa neno lanasema ya kwamba, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Hivi ndivyo vitu ambavyo vitatutofautisha kule nje kuna maarifa, maarifa ya kidunia yapo, lakini tunapojazwa maarifa ya Mungu ambayo yana ufahamu katika roho, hiki kitatufanya tuwe tofauti, kwa sababu ulimwengu umejaa mashindano. Ulimwengu una kila aina ya maarifa kwa sasa ambayo yanaongezeka kila itwapo leo, lakini sisi ili tukawe watu ambao ni wa tofauti na yale ambayo tunayoyafanya, lazima tuyatake haya mapenzi maarifa ambayo yamebebwa katika mapenzi ya Mungu, na ambayo yatakuwa katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Hatuwezi kukwepa kufundishwa na Roho wa Mungu katika maarifa ambayo tutayapokea, ili tujue tufahamu ni maarifa ya namna gani bayo tutayabeba ulimwengu nimekwisha kusema nao, umebeba umejaa maarifa kwa sasa ambayo yanaongezeka kwa kasi kila itwapo leo. Kwa hivyo, kila mmoja wetu tunapoianza siku yetu yawe ni maombi kwamba Mungu katika mapenzi yake atatujaza nguvu zake ambazo zitatutofautisha. Mkiwezeshwa eh, mwenende kama ilivyo wajibu wenu huo, ni mstari wa kumi, kwa Bwana mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema, na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Tunapomzalia Bwana matunda, hatuwezi tukazaa matunda ambayo yatampendeza Mungu iwapo hatutazidi katika maarifa ya Mungu ambayo yameelekezwa katika mapenzi yake yaliyo kamilifu, ya kupendeza na ambayo ni mema. Mungu wa mbinguni aendelee kutusaidia. Mungu wa mbinguni aendelee kutupa neema hii, ili tuenende kama ulivyo. Wajibu wetu wa haukuamka tu haupo tu siku ya leo, lakini lazima ujue ya kwamba upo wajibu ambao Mungu amekutengea kwa ajili ya siku ya leo. Kwa hivyo unatakiwa kutimiza wajibu wako na umpendeze Mungu kabisa. Jana mwalimu alitufundisha na tulikuwa tumekwisha kuliona neno hilo siku ya Jumatatu ambalo tulilisoma katika kile kitabu cha Tito. Kwa tumekwisha kulisoma neno hilo katika kile kitabu cha Tito sura ya tatu kwa mstari wa kumi na tatu hivi au kumi na nne. Kumi na nne watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema kwa matumizi yaliyo lazima, ili wasiwe hawana matunda. Tunapokwenda na kutembea katika wajibu ambao Bwana ameweka ndani yetu, tunakuwa watu ambao tunamzalia Mungu, eh, matunda katika kila kazi njema, na hivyo tunampendeza Mungu na kudumu katika matendo ambayo ni mema. Kwa hivyo tusisahau kuenenda kama ulivyo wajibu wetu kwa Bwana, tumpendeze Mungu kabisa. Ukisikia ukimpendeza Mungu kabisa, ujue yapo mambo mengine ambayo yanaweza yakaibuka katika maisha yako yakakosa kumpendeza Mungu. Hakikisha kabisa unapoyaendea majukumu yako siku ya leo, ukizaa matunda kwa kila kazi njema hakikisha hiyo kazi njema ipo katika kumpendeza Mungu. Kazi njema kila wakati huwa inampendeza Mungu, na unaposikia kazi njema ujue kuna kazi ambazo si njema, kazi ambazo hazimtukuzi Mungu, kazi ambazo hazina utukufu kwa Mungu. Kwa hivyo nilisema kwamba lazima tujifunze pia kuishi katika kuchagua, ili Mungu atusaidie ni nini cha kufanya ni nini kisicho cha kufanya, na kuzidi katika maarifa ya Mungu, mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake. Na hapa, ili tuweze kujitweza ama kufanya kazi ambazo ni njema, lazima tuwezeshwe kwa uwezo wote. Uwezo wote unatoka kwa Bwana, mkono wake ulio hodari ukiwa pamoja nasi pamoja na kutujaza maarifa na hekima yote, basi tutawezeshwa kwa uwezo wote kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha. Haya ni mambo ya msingi sana ambayo tunatakiwa tuyabebe kila siku. Lazima tuwe watu wenye saburi ama subira katika yale ambayo tunayafanya. Yapo mambo mengine yatafanyika, yapo mambo mengine yataibuka, ambayo lazima uwe na saburi ndani yako ili uweze kutimiza wajibu wako katika njia ambayo ni sahihi. Kuna mambo ambayo utahitaji kujizuia sana, usijafanye. Wakati mwingine unaweza ukachochewa kukaa katika hasira, lakini itabidi kabisa kwa ulazima wote ukatae kubeba hasira katika kazi yako. Unapoibeba hasira katika kazi yako utachafua hata CV yako, utachafua wokovu wako. Kwa hivyo, saburi ikiwa ndani yako, unapomfanyia Mungu kazi njema, lazima uwe mvumilivu sana. Wakati mwingine, yapo mambo yatafanyika katika mazingira yako ya kazi, usibwatuke tu na kuchukua maamuzi ambayo mwisho wa siku yataishia kukufanya hukumike ndani yako, lazima ujizuie. Zaburi ndani yako itakusababisha kwa sababu umekwisha kuyabeba maarifa ya Mungu yatakuambia mwanangu, katika hili jizuie, yaani kwa ulazima wote jizuie, usilipuke, usionyeshe matokeo yoyote. Kuwa mvumilivu, kuwa mpole, subiri kipindi hiki kipite, usibebe hasira kuingiza katika maamuzi kwa sababu kazi yako njema mbele za Mungu itaenda kuwa sio yenye sifa njema. Kwa hivyo tunapoyabeba eh, maarifa ya Mungu yanatuzuia, yanatusaidia ili tuwe na saburi, kwa sababu uvumilivu na kujizuia ni kitu cha msingi sana. Wapo watu wengi waliishia katika mikono hata ya sheria na hata leo wamefungwa kwa sababu walikosa saburi, walikosa kujizuia katika yale ambayo yalikuwa yanatendeka, yali katika kipindi kile. Kwa hivyo Mungu atusaidie sana kupitia maarifa haya ambayo tuliyaona kule mwanzo, ya kwamba tunatakiwa kujazwa maarifa ya Mungu katika hekima yote, itatusaidia kubeba saburi katika yale ambayo tunafanya, tujizuie kabisa. Ewe Mkristo, jifunze kujizuia unapomfanyia Mungu kazi njema. Jifunze kubeba zaburi, itakusaidia kuiona kesho yako ikiwa njema na bora sana, na Mungu atusaidie sana katika hili. Napata ufunuo sana ya kwamba tumekwisha kupata matokeo ambayo hatukutakiwa kuyapata katika maisha haya, kwa sababu tulikosa uvumilivu ndani yetu, tukaiboa asira tukatoa matokeo maneno, ambayo yalikuwa ya mtukuzi Mungu. Wengine walitamka maneno kwa wengine, kumbe walikuwa wanategwa kupitia yale maneno, na yalipodakwa na kudukuliwa na kurekodiwa, basi wakaishia katika vyombo vya usalama, na hata sasa wamefungwa vifungo ambavyo hawajui ni lini ambapo watatoka. Kwa hivyo tuweta, eh, tuchukue tahadhari sana katika kujizuia tunapomzalia Bwana matunda katika kila kazi njema ili Mungu atukuzwe katika mambo yote ambayo tunayafanya. Kwa sababu hiyo, ninapofanya rejea tunapofikia mwisho wa kipindi hiki, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia tuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima na ufahamu wa rohoni. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa tisa na kumi inasema, mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu, mkiwezeshwa kwa uwezo wote, kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu, pamoja na furaha, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru naye alituokoa katika nguvu za giza akatuhamisha na kutuigiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Katika mambo yote hayo ambayo tutayafanya, tujifunze kuwa na upendo ndani yetu. Mungu aliuonyesha upendo uliokamilika pale ambapo alituokoa na akatuhamisha kutoka ufalme wa giza na akatuingiza katika eh, ufalme wa pendo wa mwana wake basi, Mungu atusaidie sana na Mungu atuongoze hata tunapoianza siku yetu na kuyaendea majukumu yetu, basi tuwe watu wenye busara, tuwe watu wenye hekima, tuwe watu ambao ni wenye subira katika yale yote ambayo tunayafanya, ili Mungu akapokee utukufu katika kazi zetu ambazo naamini zitakuwa njema. Mungu atusaidie, Mungu atuongoze, twende tukafanye kazi kwa bidii, tuendelee kuijenga nchi, tuendelee kuwa watu ambao wamebeba amani mioyoni mwao na kuhakikisha ya kwamba taifa linasonga mbele, taifa linakutana na nguvu za Mungu huku tukiwaombea pia wale ambao wapo katika mamlaka. Hiyo ni sehemu ya maarifa ambayo Mungu ametubebesha kuikumbuka taifa kukumbuka viongozi wake wote, ili tukaweze kuishi katika maisha ambayo ni matulivu na yenye amani, na neno la Mungu linasema, na hili nalo huwa linapendeza sana. Mungu atusaidie na Mungu atuongoze tunapoingia katika wajibu ambao Mungu ametutengea katika uso wa dunia, daima tukumbuke ya kwamba swala la maisha limebanwa katika alama za nyakati. Kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa kuondoka ama kulala au kufa. Hakikisha unaotumia muda wako vizuri, umzalie Bwana matunda, kwa sababu hauwezi ukajua ni masalio kiasi gani ya siku zako ambazo Mungu amezibakisha katika akiba ya siku alizokuwekea. Usipoteze muda kabisa kwa mambo ambayo hayana ulazima kuyafanya. Ulimwengu umejaa mambo mengi ambayo yanapoteza muda. Ewe kijana, mwalimu alituzungumzia sana ewe kijana, yabebe maarifa ya Mungu, ujue ni nini cha kufanya, ni nini kisicho cha kufanya. Wekeza katika kuutumia muda wako vizuri, ili uweze kumzalia Bwana matunda, na unapomzalia Bwana matunda unajua ya kwamba thamani yako itakuwa inazidi, kwa sababu wakati wengine wanapoteza muda wao katika mambo ambayo hayana faida, wewe kwa kuibeba hekima ya Mungu na maarifa ya Mungu unajitoza katika mambo ambayo ni mengi ya kufanya. Wakati mwingine tumefungwa katika akili ambazo zinasema lazima tuajiriwe ili tuwe na maisha ambayo ni mazuri. La, asha. Kuna mambo mengi ukiwa na maarifa ya Mungu na ukitumia elimu labda ya dunia ambayo umefundishwa, unaweza ukatoka nje kule na ukafanya mambo ya tofauti na maisha yako yakawa bora zaidi kuliko kuajiriwa, huku ukiwa umejiajiri. Na kujiajiri kila wakati huwa ni kutamu mno, wewe unakuwa bosi wako wewe mwenyewe, wewe unaendesha mambo yako wewe mwenyewe lazima ubebe nidhamu, lazima ubebe maarifa ili usilale pia, kwa sababu unasema hakuna mtu ambaye atakuuliza unaamka saa ngapi. mm -mm. Wakati umejiajiri ni wakati ambapo unawekeza nguvu nyingi na kutumia wakati wako vizuri, ili ukazalishe kwa kiwango cha juu na kuhakikisha kwamba maisha yako yana utofauti. Hebu tumshangilie Bwana Yesu kwa hili. Amen. Tukatumie muda wetu vizuri vizuri, na Mungu atusaidie, na Mungu aturehemu. Haya mambo ndiyo yanatufanya tuwe na maombi ya kumwomba Mungu sana, ili tuzidi kujazwa maarifa ya Bwana ili tukautumie pia muda wetu vizuri katika mambo ambayo tunayaendea. Usifeli kabisa katika mambo ya muda. Unahitajika mahali saa mbili, Hakikisha uko pale saa mbili. Na hapo tusibweteke pia, maana adui anacheza na, na muda wetu pale ambapo anatusababisha tuchelewe chelewe pasipo sababu. Pale ambapo unahitajika muda wowote ule, akikisha unafika muda ambao unahitajika, na hayo ni maarifa pia, na utafanya mambo ambayo unayaendea kwa wepesi na kwa mafanikio makubwa, kwa sababu unahakikisha unawekeza katika kila dakika na muda ambao umewekewa. Ndani ya siku zote tumewekewa uwanja ambao ni flat ambao uko sawa, masaa ni nane ya kufanya kazi, lakini utapata kwamba wengine wanafanikiwa sana ndani ya yale masaa nane kwa sababu wanachiwa namna ya, na ya kuwekeza katika kila dakika, kila sekunde ya yale masaa nane ambayo ndani ya siku wakati wengine wanafanya mizaa na kucheza kuingia katika beti na kukaa mizaa magenge yamejaa. Epukana na vitu kama hivi ili uweze kumpendeza Mungu wako kwa kuenenda katika wajibu aliyokuwekea Bwana. Tusimame. Sante, tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru sana neno hili umelituma, yaweza kuwa yamkini, hata kwa mtu mmoja katikati ya maelfu, ambaye akilibeba na kujua kusudi lako katika maisha yake ya kwamba Mungu unatuhitaji <clears throat> ili tujazwe maarifa ya mapenzi yako katika hekima yote na ufahamu wa rohoni, ili tuenende kama ulivyo wajibu wetu kwa Bwana huku tukikupendeza kabisa na kuzaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu na huku Mungu ukituwezesha katika uwezo wote kwa kadri ya nguvu ya utukufu wako ili tupate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha huku tukikushukuru katika mambo yote, kwa sababu wewe Bwana umetusaidia kurithi mambo mengi kwa utukufu wa jina lako. Msaidie yule aliyefika kanisani leo, msaidie yule ambaye amelisikia neno hili siku ya leo, ili akaweze kujazwa maarifa ya ufahamu wako, Kristo, akaenende kama ulivyo wajibu wake. Na kitu cha kwanza tunapojazwa maarifa ya Mungu, huwa tunaukomboa wakati. Tusaidie Bwana, ulimwengu umeingiliwa, ulimwengu umekuwa majeruhi kwa sababu ya namna ambavyo tunautumia muda wetu, muda ambao tungekuwa tunautumia katika kuwekeza katika kazi zilizo njema. Adui amecheza na akili zetu, na hivyo tunapoteza muda mwingi sana ambao hatuwezi kuukomboa, kwa sababu muda ambao umekwisha kupotea, hakuna namna ambavyo tunaweza tukaurejesha. Bwana Yesu, hekima hii na maarifa haya yakaweze kuwa ndani yetu, ili tujue namna ya kukomboa wakati na kufanya kazi zilizo njema na kujitoza katika wajibu uliotutengea, ili Mungu tukapate matokeo katika kila kazi njema, na utusaidie kuwa na saburi. Bwana Yesu, tusibebe hasira, tusibebe maamuzi ambayo hayana mwelekeo, ambayo kwa hili tunalolizungumza wengi wamekwisha kugeuka majeruhi kwa sababu ya kukosa zaburi katika maisha yao, na jina lako litukuzwe. Sande kwa mwalimu Musa Musa, endelea kumtia nguvu, endelea kumwezesha hata anapojiandaa kwa sababu ya kipindi cha semina. Bwana Yesu, endelea kumuhudumia. Na Roho Mtakatifu wa Mungu aendelee kumjaza maarifa katika jina la Yesu. Sande kwa mchungaji Dr. Mayala, sande kwa mchungaji Mahona, sande kwa watumishi hawa na familia zao, endelea kuwabariki. Bwana Yesu, tunakushukuru pia kwa mjumbe wa sinodi, endelea kumbariki na familia yake, msimamie na kumpigania na kumtetea katika jina la Yesu Kristo. Kwa makatibu wote Mungu, ambao wana kazi kubwa ya kuendelea kuratibu kazi zote katika, katika kanisa hili. Bwana Yesu uwakumbuke Baba. Asante kwa viongozi wote katika ngazi zote za kanisa hili, jina lako litukuzwe. Endelea kutuongoza na kulinda, na siku yetu ikawe ya baraka na amani. Bwana Yesu, pokea sifa, heshima na utukufu na adhama, kwa kuwa wewe ndiwe uliye mwema. Matoleo yapo mikononi mwetu, na wengine yamkini watatuma matoleo yao njia ambazo zimewekwa vikapu vilivyowekwa. Mungu wa mbinguni ukawabariki na ukawajaze na utajiri, ili waendelee kufanya kazi pasipo kuchoka. Sifa heshima na utukufu ni za kwako. Tunapoondoka mahali hapa, utulinde na kuturejesha tena katika vipindi vitakavyofuata baadaye, kwa utukufu wa jina lako. Tumeomba na kuamini, amen amen. Basi tumtolee Mungu sadaka na kisha tuenende na amani ya Bwana. Karibuni katika semina ya neno la Mungu hapo baadaye, kuanzia saa tisa na nusu, saa kumi, hata masaa kadri yalivyotangazwa kwetu, na jina la Bwana libarikiwe. Amen, Yesu.